Je, redio yako haiwaki ailii kama hivi? Njo nikuonyeshe jinsi ya kuitengeneza redio hii iweze kuongea kama hivyo nilivyoitengeneza. Ukishamaliza kufungua redio yako, ramani yake hii hapo, au saketi yake hiyo sana sana na ni hizi radio hizi waga zinaharibikaga switchi. Kuna switchi kuna IC, hasa hii imeharibika switchi, hii imeharibika switchi. Kwa hiyo tunataka kubadilisha switchi hii, hii hapa switchi ndo iliyoharibika. Nimeitoa hapo, nataka nikuoneshe sehemu nilikoitoa, itoa hapo, meitoa hapo. Ukiangalia ukiangalia vizuri hapo kuna sehemu kama hivi, imenyeshwa na maji, hivi imewekewa maji hapo penye weupe weupe. Kwa hiyo tunaitoa hiyo, tunaweka nyingine ambayo iko vizuri. Ngoja tuende nikuoneshe nitakayoiweka. Unaiona nitakayoiweka, hiyo hapo, swichi iko vizuri hiyo. Na, na niliyoitoa hii hapo. Aha, tuende kuweka nyingine ile. Kama una blower yako, blower yako ndio inayoweza kuweka vizuri switch hii, sababu unaanza unachoma hapo chini Alafu ndo nakuja kuweka switch yako vizuri. Inakaa vizuri mno, naona kama hivyo, tayari switch yako ishaingia. Tunasubiria kwanza ipoe ili tutesti, usije ukatesti kabla hajapoa ukaitoa ukaitoa hiyo switch. Kwa hiyo tunasubiria kwanza ipoe ndo tuje kutesti hapo. Tunakuja kutesti radio yetu kama imefanya kazi. Naona imewaka vizuri na imeongea vizuri. Hapo unaweza kufunga redio yako na ukaendeleza na matumizi yako kama kawaida. Asanteni sana, usisahau kusubscribe, kulaiki na comment, ili tukipata tuki video nyingine au kwenye mafundisho mengine, uwe wa kwanza kupata video hii. Asanteni sana na video kama umeipenda, like na comment. asanteni sana.